Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapo kwa ajili ya kuletea update hii hapana, hii leo bwana, inahusiana na kitu ambacho eh, mwanadada Yami amekifanya yani. Tunaweza ukasema kwamba Nandy ameamua kuwa surprise watu eh, kupitia hili jambo ambalo limehappen hivi karibuni eh, kwa msanii wake Yami. Tunafahamu kwamba Nandy bwana, ni kwa muda mrefu sana amekuwa yuko close, eh, na Yami. Nandy amemwintroduce Yami katika industry ya muziki wa Bongo Flava eh, Nandy amefanya makubwa mengi, amempa jina, amempa status, amempa pesa, amempa brand Yami, umeona bwana sasa, kitu ambacho Nandi leo amekifanya bwana, kiroho safi kinyamwezi kabisa. Ametoa kwanza kabisa taarifa kwa umma eh, kutoka The Princess, The African Princess record label, ambapo ameandika kwamba bwana, kuhusu kuhitimishwa kwa ushirikiano na msanii Yus eh, Yasin Shaban aka Yami, The African Princess label eh, ni kwamba imependeza imependa kuwataarifu rasmi kwamba wadau wa mziki na vyombo vya habari na mashabiki wote kuwa kwa msanii msani wetu mpendwa Yasrini Yasin Shaban anayefahamika zaidi kwa jina la kisanii Yami amehitimisha ame rasmi mkataba wa usimamizi wake na kazi zake na lebo yetu ya The Princess The The African Princess Label kwa makubaliano ya kirafiki na kwa manufaa ya pande zote mbili. Katika kipindi hiki, katika kipindi chake akiwa chini ya record label hii ni kwamba Yami ameweza kung'ara na kuonyesha kipaji kikubwa kinachowavutia watu wengi sana wa ndani na nje ya Tanzania. Mm, tumeshuhudia mafanikio makubwa kupitia nyimbo alizozifanya zif, alizo vizuri, maonyesho ya moja kwa moja yaani live performance na ukuaji wa umaarufu wake katika tasnia ya mziki wa kizazi kipya. Tunaamini kuwa lebo imetoa mazingira bora hmm, yaliyomwezesha Yami kuwa na kupevuka kisanaa, na tunafurahia kuona kuwa sasa hivi amepata wawekezaji wapya walio amepata wawekezaji wapya waliovutiwa kuendeleza na kusimamia zaidi kipaji chake na kumsaidia kufikia hatua kubwa zaidi kimataifa. You understand? Wakaendelea hapa kusema kwamba kuondoka kwake pia kunatoa nafasi ya record label ya The African Princess kuendelea na dhamira yake ya kuwainua wasanii wapya, kuwekeza kwao na kuendelea kuchangia katika maendeleo ya mziki wa Tanzania na Afrika. Tunatam... tunamtamkia Yami kila laheri. Tunamtakia kila la heri katika safari yake mpya ya mziki. Ataendelea kuwa sehemu ya familia ya The African Princess na mafanikio yake yatabaki kuwa sehemu ya historia yetu ya mafanikio ya pamoja. Huo ndo ujumbe wa Nandy na uongozi wa The African Princess, umetolewa tarehe tano mwezi wa tano mwaka 2025. Meona, lakini pia kuna video hapa imeambatanisha imemwambatanisha Nandy akiwa yuko na Yami wanasaini mikataba eh. Kwa hiyo mkataba wa Nandy na Yami umekwisha rasmi. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, na kuna page kibao zimeripoti. Si hapa, kwa mfano, kuna page hapa imeandika kwamba bwana msanii wa bongo flava nchini Tanzania Yami, sorry, Nandi ameweka wazi kuwa msanii wake Yami rasmi amemaliza mkataba na record label yake ya The African Princess, na kupata wawekezaji wapya watakaoendeleza kipaji chake, tunaamini wameweka ujumbe wa kumwaga na mambo mengine kibao. So, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Yami bwana ameondoka pale The African Princess label, amefuta picha zote, amebakisha picha mbili tu za zile za mafanikio makubwa katika listi kubwa ambazo ameingia kwa wana, kwa wasanii ambao wanafanya vizuri. Kwa hiyo kuna picha mbili tu zimebaki. Ameondoka pale African Princess record label na ile utambulisho ule umetolewa pale katika bio yake na tunafahamu kwamba alipata umaarufu mkubwa sana na followers takriban milioni moja na laki mbili. So hatujajua bado record label gani imemsign, maana sio kwamba ametoka anarudi mtaani hapana, ni kwamba anatoka pale katika record label ya Nandi anaenda katika record label nyingine. Kwa tutafuatilia, tutajua, tutawaleteni habari zaidi. Lakini kwa hiki ambacho kimetokea, weka maoni yako bwana katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.